Ningependa hapa, unajua kuna wengine bado hawajachangia. Labda niulize swali, kuna wadada wangapi hapa na pia na wajili, mtatuambia ambao wanashiriki kufundisha watoto maadili mema au kwenda nao kanisani na kuwafundisha kuhusu imani. Kuna wadada ngapi hapa? Nyooshe mikono, akila unasikia, namba nani, nyoosheni mikono ambao mnashiriki kwenye kufundisha, yaani mlikaa na waajiri wenu au wewe mwenyewe unamsaidia mtoto kwenye maadili na labda bibilia na mambo ya kiimani, wangapi? Hebu wapelekee mike yao wote, nataka waseme, mtuambie Ntu, mnafundisha nini? mna, mna diskasi nini? una... mi napenda kuongea hivi yani oh maadili na hofu ya Mungu ni vitu vinavyoendana. Huwezi kuwepo na maadili afu hauna hofu ya Mungu. Mimi nitachukulia mfano, bosi wangu na watoto wangu tuna utaratibu wa kila siku, tunakuwa na ibada za jioni. Kwa madam anapokuwa hayupo anakuachia muda ule waibada, wa ibada lazima wafundishe. Na akija atauliza watoto, Dada akawafundisha na kila Jumapili ye akipata dharura lazima nyiye muende mtaboti, mtaenda kanisani, mtarudi na atauliza watoto mejifunza nini. Kwa mi naona yani hofu ya Mungu kwa watoto ni lazima, sisi tuwatriti lazima sisi tuwe mchango kuwafundisha tunapowaelekeza. Oh, Mungu uongo, tusiseme uongo, labda tusiibe Mungu bibilia inasema usiibe. Kwa na mtoto unavyomwelekeza, vile ataogopa kitu cha mtu, say usiseme uongo, na huyo mtoto ataogopa kusema uongo, kwa sababu umeshamdirect kwenye bibilia kwamba tusiseme uongo, tusiibe. Kwa hiyo unamdirect kutoka kwenye bibilia, unamshape kwa maadili ya kila siku. Samahani, okay, kabla ujakaa, wewe ni dhehebu gani? Mimi ni TJ ila leo nimekuta ni CA, kwa hiyo tukawa tumeendana sote na Wapentekoste. Wewe ni dhehebu gani? Na mwajiri wako? Si Kalvari. Kalvari. Kwa hiyo Biblia ni moja si ndio? Maana hmm. Kuna kuna wengine ikifikia hiyo sehemu ndo tunaanza kupotezana hapa malengo. Wanaanza kusema mimi sijui mlutherani, sijui kwa hiyo siwezi kufanya hichi na hichi. Si ndio? Hmm. Nichopenda wewe pamoja kama dhehebu ni tofauti si ndio? Lakini bado unaweza kusoma nao nini? Biblia, si ndio jamani? mwajiri wake yupo hapa hayupo? atapata salamu zake, tuwapigeni makofi jamani. Nimesema hivi kwa sababu gani? na wengine wataongea katika mambo ambayo tutaendelea kuyakazia mwaka huu na ambayo wadada wote lazima watayafanya, lazima wayakubali. Kama ni mwislamu dada, lazima ushiriki na mwajiri wake kutengeneza mipango ya kuwafundisha watoto kuhusu imani kama ni mkristo tashika Biblia kwa sababu nyinyi ni walezi, simenielewa? Kwa hiyo nimeuliza nime swali makusudi unaona, unaona ambayo ni ndogo sana, watatu tu sindio? Simameni ambao mmesema mnashiriki kwenye nani, simameni kwa sample tu ndogo. Katika wadada wote walikuwa hapa ni watatu tu wanaoshiriki kwenye masuala ya kuwasaidia watoto kiimani, hofu ya Mungu. Umeona shida tulokuwa nayo hapa? Umeona shida tulokuwa nayo hii? Ni changamoto kwa hiyo mwaka jana tuliwaambia waajiri kuhusu kutengeneza ratiba za kazi nyumbani ili mambo yaende vizuri, si ndio? Tukaona improvement. Sasa jamani, mwaka huu kampeni yetu kubwa ndio hii, watoto lazima maadili, wafundishwe maadili wafundishwe hofu ya Mungu, Mkristo Muislamu, lazima muda utengwe wa dada kukaa na watoto. Dada ambaye hatafanya hicho kitu atakuwa amevunja mkataba na tuta Bwana Yesu asifiwe. Amin. kwa majina naitwa Ruth Obedi um, kwa upande wangu kwanza kabisa napenda kuanza na kwenye Biblia zaburi mia na moja, ah, zaburi mia moja, mstari eh, okay. wa kumi unasema kumcha bwana ndiyo mwanzo wa hekima wote wafanyao hayo wana akili njema sifa zake za kaa milele, kwa wale wote ambao wanamcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa, sifa zake za kaa milele. Kwa hiyo kwa upande wangu, kwa watoto huwa sana nawafundisha kwanza, yani kwanza kabisa napenda kuimba nyimbo za dini, kua unakuta watoto wenyewe wa wakinisikia naimba na, na wenyewe wanaanza kuimba pia. Kuhusu maadili Wapo watoto wawili, mmoja miaka mitatu, mwingine mwaka mmoja. Unaweza kukuta yule mwenye miaka mitatu anampiga mdogo wake. Kwa hiyo lazima nitamkataza, usifanye hivyo, usimpige mtoto hivyo, au anaweza akawa anataka ku ku kusonya labda, nikamwambia no don't do that, usifanye hivyo, anasikia ananisikiliza. Kingine huwa nafundisha kuomba kwenye kabla tujala, wanaomba. Kwa hiyo na mimi kabla sijawalisha, nawachukua tunafanya maombi wanasali hivi, na sasa hivi namshukuru Mungu, mpaka sasa mtoto wa miaka mitatu sasa hivi anaomba mwenyewe okay. Ni kitu ambacho nimekuwa nikimfundisha. Hata yule wa mwaka mmoja, unakuta tukimaliza amen <laughs> mwaka mmoja, kwa sababu ni kitu ambacho ameshazoea pia. Usiku kabla tujalala, mimi nina grupu yangu ya maombi kila siku saini huwa tunaomba, kwa hiyo usiku kabla tujalala ni lazima tuombe, wasema kwao tunaomba, tunasali, tunalala. Kwao washazoea kwamba maombi nini kwao, hivo huwa nawafundisha tuna na, na tabia nzuri, na mimi ndo nabii niwe mfano wa kwanza wa kuigwa kwao, wanavyona mimi naomba, naimba nini kwao wanaangalia kile ambacho anakifanya nao ndo wanafanya. Haya jamani, mpigeni makofi Ruth na mwajiri wake. Eh, we nawe ulisimama, nyinyi mko nyumba nyumba moja si ndio? Ndio. Kwa labda niwaulize swali, hiyo taratibu, ninyi ndo mlileta au mwajiri wenu ndo ali ali introduce aliileta ali mm, kwa pale mm. Wao wanaomba tu meza, wanaomba tu mezani kabla ya kula na kwenda nao kanisani watoto, lakini hiyo kusema kuwafundisha kuomba kabla ya kula au kabla ya kulala kuomba hmm, ni sisi wenyewe, ni yeye wenyewe. Okay. Jamani apigeni makofi tena. Haya jamani, nafikiri message imefika, si ndio? Eh, haya, kwa hiyo jamani, nafikiri wajii pia mme, mnasikia na mnaona tunachokitafuta ni malezi na makuzi chanya, ili mtoto akue, anahitaji kupewa maendeleo yake ya kiroho ya kimwili na nafsi na kiakili, ndo nafsi huko huko. Kwa hiyo sasa, hii kiroho tusiiache, kimwili sawa, watakula vizuri, watapikiwa vizuri. Saikolojia ndo hayo tunachanganya na elimu uwezo wa dada lakini kuna kiroho. Kiroho tunaiacha sana, wakati kiroho ndo imebeba kila kitu chetu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu tunaoona sio uhalisia, tusioona ndo ambao ndio uhalisia. Haya, jamani Angalizo langu tu, wadada wanapenda sana kuji, kuonyesha wana kuonyesha hofu ya Mungu kwa kusali na maombi mengi na kunena kwa lugha kwingi, Bibilia kubwa kanisani, lakini matendo yetu shida. Kuna dada aliiba hapa, alifungwa miezi sita. Tena nilivyosikia, alikuwa anakesha kesha kila siku kila siku, anakesha anaomba, alafu ameiba dola za bosi wake. Mimi mwenyewe nilipanda mahakamani nikamtolea ushahidi akafungwa. Kwa nini? Kwa sababu tunapenda kujificha kwenye kivuli cha dini, wakati tumevaa ngozi ya kondoo ndani ni nani? ni chui. Yeah. Kama kweli tuna hizo hofu ya Mungu, hofu ya Mungu tunazozisema tuna, na kusoma sana mistari ya Biblia kusoma mistari ya Biblia kuijua, that's nothing kama haufanyi matendo chanya tumesikia tafsiri ya maadili matendo mabaya ma, ma, ma, manini yale mema na mabaya, mema na mabaya. kwa hiyo tunakutarajia wewe ambaye unasema una maadili au una hofu ya Mungu uwe unasifiwa kwa mema, kwa tabia njema, sio kwa kuijua mistari au sijui kusalisha. Hapana, kama utamsalisha mtoto alafu bado yule mtoto anakuwa na tabia za kutukana, kufyonza, uh, yani za ajabu ajabu, hakuna lolote yani, hiyo hayo maombi yako kumfundisha kwako sala haina maana yoyote. Ni bora usimfundishe kusali, lakini huyu mtoto asiwe muongo, huyo mtoto awe ana adabu, huyo mtoto awe anasikiliza e, hata kama ajui kusali, lakini akawa anajua zile kanuni na zile prinsipo za kwamba uongo Mungu anachukia. Yaani bora umwambie umfundishe mtoto wangu kwamba Mungu anachukia uongo, na usimfundishe kusali, lakini ajue kabisa uongo ni kitu kibaya, ili yeye ajifunze kutenda mema, achukie uovu kwa hiyo hiyo ndo nilikuwa nataka niweke angalizo. Tunapozungumzia maswala ya hofu ya Mungu hapa, sio kuja na Bibilia kubwa sana na maneno mengi. Hata Yesu alisema msio kama wale wanapenda kupigapiga mayowe huko, wakijifanya kama wa, wa, wanasali, lakini matendo yao ni nini? Hapana, tunataka tutambuane kwa matendo yetu. Unapokwenda kazini, basi ukatangaze huyo Mungu unayemsema umtangaze kwa matendo yako. Ndo maana mi nikasema mfano wetu, tuambieni baya gani tunawafanyia? Ukikatwa dhamana wewe ndio umeharibu, na tena baada ya kukusisitiza sana, tumekufundisha tumekaa na wewe tume... unataka tufanyeje eh? Yani ni mpaka sasa umeshindikana, kwa hiyo hatuna la kufanya. Ni sawasawa tu na shetani, Mungu alikuwa amemgaidi sana, lakini alivyoamua kugeuka, si Mungu alimwacha akaenda. Hey, kwa hiyo ikifikia steji ambayo dhamana yako kituo inabidi kimpe bosi wako dada mwingine, hilo hiyo ni hukumu ya haki, umepata kitu ambacho unastahili, kwa sababu tumekuguidi, tumekuelekeza kila kitu, umeenda kushindwa, ni we mwenyewe. Lakini otherwise, sisi hapa mtuhukumu kwa matendo yetu. Mnapokuja hapa tunawasafisha, we tunawapiga rangi, tunawapiga msasa, na uzuri fanye hayo mambo sirini Nenda kwenye kontenti zetu zote, mitandao yote, uone kazi tunayoifanya pale. Ni huduma ya, ya kimungu, kuliko hata mtu ambaye ana kanisa. Mtu ambaye anakusaidia kuboresha maisha yako ni tofauti na anayekuwekea mkono na kuombea, unaenda si utakufa njaa. Bado anakuwekea mkono na hela unamwachia, nakwambia, hata hicho kidogo ulicho nacho niachie, ni sadaka, Mungu anakunani. Lakini sisi tunakushep, kush, tuna tunakufundisha na tunakupeleka sehemu, tunakupa ndoano, unaenda kuvua samaki kila siku unakuwa unajua jinsi ya kuvua samaki, manake hutakuwa na shida. Si ni huduma ya kimungu hiyo? Kwa hiyo tunafanya kazi kubwa sana tunayo, ambayo tunaamini hiyo inatosha kututangaza sisi ni watu wenye hofu ya Mungu. Hatuhitaji kupiga mapambio sana, mapambio yetu ni namna ambavyo tunawasaidia mnaenda kuboresha maisha yenu. Tumeweza ku, kuwatafutia mishahara ambayo Tanzania nzima hakuna eh. hiyo ndio, huo ndio sisi, huo ndio ndio kuutangaza kwetu ufalme wa Mungu. Sasa ukitaka kufanya mema nenda kafanye, ila ukifanya ubaya itakuwa ni sawa na mafuta na nini na maji, havitachanganyika. Ndio maana wadada wote wenye tabia za ajabu kwenye mradi huu wana, yani wanajichuja tu wenyewe. Haya, nitaka nisisitize hivyo, sio mapambio na mistari mingi, a tabia, tuwe na mistari sawa, sisemi mistari mibaya, mapambio mabaya, maombi mabaya, ila tutangulize matendo yetu yatuongelee sio tuongelewe na mistari na maneno mengi, afu baadae unasikia tabia za ajabu ajabu, mara umetoka na mme wa mtu huyu. Hey, dada simlokole huyu, hey? Ah, ah, hayo mambo hatutaki.